Tusuke butterfly stitch kwa kutumia sindano ya crochet, ni rahisi sana. Ukisha suka mstari wako wa stitch kama hivi ambavyo unaona, utachukua rasta, alafu utatumia sindano ya crochet na kuipachika rasta yako. Na unapoweka ile rasta, hakikisha ipo kati kwa kati, yaani huku nusu na huku nusu ni rahisi sana. Jina langu ni Farida Osman, nakukumbusha tunaukaribisha sana Farida Beauty Academy. Tunafundisha kusuka nywele na zote tunafundisha mambo yote yanayohusiana na saluni. Ada kuanzia laki tatu mpaka laki sita hosteli zipo laki moja kwa mwezi. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Wale ambao mnahitaji kujiunga na magrupu yetu ni bure kabisa, ingia YouTube, tafuta Farida Osman, gusa button ili andika subscribe, alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Baada ya kupachika nywele yangu Nitaenda kui balance, alafu nitaenda kusuka hivi, mana nywele yangu nilivyogawanya hivi sawa. Nitaishika ile ya kwanza alafu nitachukua ya pili, nafatia kwao, nitakuwa na nywele tatu hivi kwao, nitapishanisha nita katikati, kama ambavyo huwa tunasuka either ni nywele ya njia tatu kama kawaida au ni yeboyebo ambao ni kubwa sawa? Tofauti ni hapa, rasta tayari tumekesha kuipachika. Kwao, nikichukua upande wa, wa chini kama hivi Nitabana katikati na kidole gumba na kidole cha shahada, alafu nitapishanisha nitakuja tena upande wa juu nitachukua nywele yangu vile vile, nitakuwa nikipishanisha upande wa katikati hivi. Kama utahitaji butterfly yako iwe kubwa zaidi, basi hakikisha unaongeza rasta kubwa zaidi. Kama utahitaji ukubwa wa wastani, pia utaweka rasta kiasi. Naomba nikusisitize kwamba ukisuka nywele hii usiikaze, kwa sababu tukishamaliza itabidi twende tukailegeze nywele yetu, ile butterfly ikae kubwa zaidi ya pale. Sawasawa, ni rahisi sana kama utafanya mazoezi. Na kukumbusha, tunapokea wanafunzi ambao hata kama haujui kabisa kusuka, hujawahi kusuka, ila tu unahitaji kuingia katika hifani, tunakukaribisha sana. Wale ambao umemaliza darasa la saba au hujamaliza la saba, umemaliza form 6, umemaliza chuo, ni mama nyumbani, karibu jipatie ujuzi ambao utakuwa ni wa kudumu Sawa sawa, umeona nywele yangu ninavyoisuka kwenye upande wa mikia. Kama utahitaji mikia mirefu zaidi ya hapo, inatakiwa uende ukaongeze tena rasta. Kama utatumia size ile ile, pia ni sawa, inawezekana. Baada ya hapo, tutakwenda kuanza kuilegeza nywele yetu ili tupate matokeo ambayo yale na yahitaji. Nataka zile butterfly fries ziwe zinatokea zaidi. Umeona hivi ninavyofanya? Kupata hivi, hakikisha kwamba mwanzoni haujaikaza nywele yako, suka kwa kurelax. Jamani, umeona? Ndicho kifanya ni rahisi sana sana sana. Una uwezo wa kutumia staili hii kwa mistari tu ya kawaida, mistari ya stitch na final touch yake ni kama hii. Una uwezo wa kuibana na kuishona kaika banio uzuri upande wa nyuma. Mimi ni Farida Othman, karibu sana Farida Beauty Academy. Asante na kwaherini. bye-bye.